Madhumuni yangu ya kusimama hapa nikumrudishia shukrani Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe, amen. yeah, yeah. Nimeteseka vya kutosha mpaka ikawa nimefikia mahali nimefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe, Amen. yeah, yeah. Mimi nimefanya kazi katika kampuni ya Kobe, nilikuwa napata pesa nikaenda nyumbani nikajenga nyumba ya rumu tatu na sita. Bwana Yesu asifiwe, Amen yeah lakini kule kujenga, matatizo yangu yakaanzia pale, kwa sababu ya gazia, ba, kule na ule kujenga, nyanya yangu anasema, mtoto wa juzi anawezaje kusimamisha nyumba kama hii, na sisi tuko hapa miaka na miaka mpaka tumezeka bado hatujafanikiwa kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, mimi nitaona kama hii nyumba italala mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bibi, nikamwambia okay, ni sawa nyanya, halina shida, acha hii nyumba niijenge na na kwa uwezo wa Mungu nitalala. Bwana Bwana Bwana Yesu Yesu Yesu asifiwe asifiwe asifiwe Amen. Basi nilipomaliza kusimamia nyumba nyumba yangu yangu kule nilipofika katika katika madirisha nikarudi kazini, nilipojirudi kazini nikafutwa kazi Bwana Yesu asifiwe. Nyumba yangu imesimama, lakini toka juzi nianze kuja hapa katika hii kanisa na mwana mwana mwana Amen. Amen. Yesu wa Mungu ah, nilikuwa nimekaa Siku ya Jumatatu asubuhi pale kwa nyumba nikapigiwa simu na mama, akanambia unajua nini mwanangu, pia sijui, anambia basi yule nyenye wako jana aliamuka jana jioni Jumapili sai ah, tumechukua tumempeleka Kinango, lakini hali yake si nzuri. Hebu rudia sasa. Aliamuka siku gani? aliamuka Jumapili jioni saa kumi na mbili akachukuliwa akaletwa kinango hospitali. Ngoja ngoja, yule mwenye alikwambia tutaona kama tutaleta, eh, huyo huyo mwenye alianguka jumapili jioni saa kumi na mbili amina, akabebwa akaletwa kinango jana jumatatu. Mama kanambia, akana juzi, jumatatu, akanambia mama akanambia, ah, huyo a hali yake si kwa hivyo, wakati wote utampigia simu kamwambie, sawa mama. Kaka tumaini asubuhi

Yule alimtwanga hapa akatwanga huko Kinango hospitali mpaka leo futi sita chini. Asifiwe Yesu. Hii ndio hayaondoki kwa matabango. Siku nikipiga hapa kuna kufa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haya tuendelee. Kuna wengine wanakuwa migongo kwa sababu hii ndio. Alipewa Jumaine yule babu naye akaamuka kabeti. Babu babu

Naona watu na huzuni hapa, naona watu na huzuni hapa, ninaona Mungu akitenda kazi wahayo unguwaa. Asifiwe Yesu. Hata mimi